Sasa ndugu zangu, watu wenzangu wamepita hapa, wameeleza mambo yote ambayo yamefanyika, ambayo Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake ya awamu ya sita, inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan imeyafanya yameelezwa. Yote na ya mimi kama ambavyo mimesema, nieleze machache tu, kwa sababu kazi imekwisha imaliza. Nataka niwaambie watu wa Buhumbi kwamba serikali yenu ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hasani, mgombea urais kwa sasa, imefanya mambo mengi. Watu walionitangulia wameeleza wote, lakini nataka niguse machache kwamba pamoja na mambo ambayo yameelezwa, bado Daktari Samia Suluhu Hasani Magu ametupa wa wametupa mambo mengi. La kwanza, ninyi ni mashahidi, daraja letu la Ng'haya lilikuwa limeshindikana kujengwa sasa linajengwa linajengwa, halijengwi lina huyo lina ni Dokta Samia sulu Hasani, na mimi mbunge wenu wa nane Kiswaga Maendeleo, ambaye nimekuwa kama chombo chenu, chombo cha kuwasikiliza, chombo cha kubeba, chombo cha kuwasamea kwa Daktari Samia sulu Hasani. Dokta Samia ametupa bilioni arobaini na nane kujenga daraja jipya la mto Simiu pale. Wale ambao mnakwenda Masanza, mnakwenda Nasa, mnakwenda Msoma, daraja lipo la kisasa. Malori yanakesha yanajenga, malori yanakesha yanasomba moramu, ili daraja hilo ndani ya mwezi wa kumi na mbili liweze kukamilika. yanakwenda kuna mbili. Samia oye, Samia oye, Dokta Samia fedha ambazo zimeleza imekuja kwenye shule za sekondari bado hakutuwacha hivi hivi, tulimwomba atupe chuo cha ufundi Dokta Samia ametupa milioni mia tatu chuo cha ufundi VETA kinajengwa pale Sola na sasa kimeezekwa ili watoto wetu wanaomaliza darasa la saba kidato cha nne waweze kwenda kusoma kwenye chuo cha ufundi ili waweze kupata maarifa ili waweze kujiajiri na kuendesha maisha yao. Samia oye! Oh yeah. Oh yeah. Dokta Samia niatoakaivivi Magu, hospitali yetu ya wilaya ilikuwa imechoka kweli. Dokta Samia ametupa milioni mia tisa na tayari tumeanza kuijenga upya hospitali yetu me ya wilaya. Wangapi wamefika wameona majengo mapya hala hospitali ya wilaya safi? Ongeleni sana nyinyi mashahidi. Samia oye oh. Dokta Samia alisi Niliwaambia serikalini, niliambia bunge kwamba watoto hawa wanaosoma mulembaa kidato cha nne ni watoto wale walewale wa masikini. Je, anapomaliza kidato cha nne anatajirika? Hiyo ni kauli yangu, angalieni kwenye asadi. Nikaomba kwamba watoto hawa wanje kidato cha tano na cha sita kwa kusoma bure. Samia amenisikiliza. Samia oye! Watoto yeah, wa leo wanasoma bure, lakini tumeiambia serikali kama ambavyo lii watasikiliza bunge kwamba kupata mikopo wale wa chuo kikuu peke yake haitoshi. Wako watoto wa maskini ambao akimaliza form 4 au anamaliza form 6 hitaji asaidiwa na serikali. Serikali ya Dkt. Samia imekubali kuanzia bajeti tulionayo kwamba mtoto ata Oye Samia oye! Serikali ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuwasikiliza wananchi wa wake. Itoshe kusema kwamba yako mengi ambayo ya yameelezwa, lakini yatosha. Ilani hii ya Chama cha Mapinduzi imeeleza mambo mengi ambayo ya yanakwenda kufanyika. Swala la maji, nataka niwahakikishie kwamba baada ya kuapishwa Ikirudi kazini, fedha za kumalizia mradi wenu wa Buhumbi na shoshi na maeneo mengine unakwenda kukamilika. Hapo vipi barabara bara, imeelezwa vizuri. Tunataka tuiunganishe Buhumbi na buna, lakini yako maeneo mengine ambayo tunatafakari baadaye nayo kuyaunganisha. Ya nataka mwamini kwamba Sisiemu iko pamoja na nini, wangapi wanakwenda kumpa Dokta Samia mama mpole? Nione mikono, nione mikono, nione mikono ya Samia, nione mikono ya Samia. Sisiemu oye! Wangapi sasa wanakwenda kuipa sisiemu kwa ujumla? Nione mikono nione mikono nione mikono Buhumbi oye, avete sana wana Buhumbi, kama tulivyokwisha kuwapigia kura za maoni, sasa tarehe 9 mwezi wa kumi, twende tukatiki sisiemoye kwenye kijiji chetu au tawi letu la Buhumbi. Waliojiandikisha ni wapiga kura elfu mbili mia tatu arobaini kwa hiyo ninawaombeni kula zote elfu mbili na mia tatu arobaini zikatiki kwa diwani Mulengedi, zikatiki kwa mheshimiwa Kiswaga mbunge wetu, zikatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hasani. Buhumbi oye, asanteni sana. <coughs>